Wakitoa maoni yao juu ya rasimu hiyo ya kwanza ya katiba, baadhi ya wananchi wamedai kuwa rasimu hiyo, licha ya kuwa na baadhi ya mambo mazuri, bado imekuwa na sura ya kuwafurahisha wanasiasa zaidi, huku wakitolea mfano swala la pendekezo la kuwa na serikali tatu ni kuongeza mzigo kwa wananchi pamoja na kuwapa fursa watawala kujipatia ajira. Kwa kweli, jambo linaloniumiza kichwa na ambalo naliona linakwenda kombo ni hii swala la serikali ya, ya watatu. Kwanza sioni sababu kuweko na marais watatu, rais awe ni mmoja, halafu hawa watendaji wa serikali, waziri mkuu ubara na visiwani kuwe na waziri mkuu, ndio hao washughulikie hizi steti mbili ndani ya muungano. Hatuwezi kulibebesha taifa mzigo mkubwa hivi wakati bado tuna mambo mengi ya msingi ya kumwendeleza Mtanzania. Hatuna afya ya kutosha, kwa maana hospitali hazitoshi. Hatuna elimu ya kutosha na kila kunapokucha unasikia malalamiko ya bajeti haitoshi, hasa unapokuja kumuona mwanasiasa anashabikia na kutaka serikali tatu na ili tu niombe wa Tanzania. Swala la muungano ni swala la watanzania sio la wanasiasa. Tusikubali kufikiriwa na watu au watu kuwapa nafasi ya kufikiria kwa niaba yetu bali na swala la mambo ya utawala wananchi hao wametaka nguvu zaidi iwekezwe katika kuwaunganisha wananchi kwa kuwa na muungano wa serikali moja ili kudumisha mshikamano miongoni mwa Watanganyika na Wazanzibari ili kuwafanya kusahau tofauti zao, na kwamba madai ya kero za muungano ni hisia za hofu za kisiasa. Lakini pia wakataka ufafanuzi juu ya masuala ya rasilimali za nchi ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa ardhi vigezo Bi, ambavyo vimetolewa kwa wengi Watanzania wamevipokea vizuri, lakini kuna vitu vingi havikuongelewa, kama rasilimali za taifa ziko upande gani, zitasimamiwaje na ardhi. Haswa ardhi ndio kigezo kikubwa cha nchi na ndicho uti wa mgongo wa nchi. Hatujui kwamba ardhi ya nchi inaweza ikaja mwekezaji akanunua, au atakuwa ni mpangaji muda wote. Kuna vitu ambavyo nimeviona, nadhani vinabidi vibidi vifanyiwe tafiti kwa mfano mimi bado sijaona mahali ilipozungumzia uteuzi wa, wa nafasi nyeti, kwa mfano mabalozi, nafasi kama za wakuu wa mikoa, nafasi kama za wakuu wa wilaya ambazo zina impact kwa maana ya, ya, ya Watanzania, kwa maana ya kodi, kwa sababu kuendesha gharama serikali hizi tatu, lazima hivyo vitu navyo viangalie. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.